Hello my good people, mambo vipi, mko poa? Kama mnavyoona tena, wafugaji wenzangu, hapa niko na materials kadhaa ambayo ni muhimu sana kwetu sisi wafugaji. Kwa wale ambao wanasema kuku wangu hawatagi, kuku wangu wafanyi vizuri, kuku wangu wameacha kutaga, umeona hii kitu hapa imeandikwa Supa Kuku. Niliwahi kuwaambia kuna premix moja imeandikwa Supa Kuku na imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Hiyo premix ni nzuri sana kwa kuwasaidia kuku wako waweze kutaga vizuri. Huku kwa kawaida akishafika miezi minne wanatakiwa waanze kutaga. Awe wa kienyeji, awe wa chotara, anatakiwa kuanza kutaga akishafika miezi minne. Endapo unawalisha vizuri, unawa, unawatunza vizuri kuhakikisha kwamba hawapati magonjwa ovyo ovyo, wakifika miezi minne lazima wakuanze kutaga. Pale unapoona umefikisha miezi minne na kuku wako hawatagi, lazima ujue pana changamoto. Ni lazima uchangamke. Sasa niko hapa kuonyesha hii Supa Kuku. Mimi nimeijia Dar es Salaam sawa, niko Dar es Salaam. Kwa hiyo nimekuja kwenye mambo yangu ya familia, so nikaona nitumie opportunity hiyo hiyo kujia is, kwa hiyo kwa ajili ya kutafuta hi supa kuku. Nimechukua kwa ajili tu ya akiba, ili nikahifadhi, wakati ukifika niweze kutumia hii. Unachofanya, unawachanganyia kwenye chakula. Kuna maelezo hapa, wameandika hapa juu hapa kuna maelezo utafuta maelezo hayo, kwa pumba kiasi gani unawapimia vijiko vingapi, au unawapa wingi wa kiasi gani? Utaangalia wewe kulingana na maelezo hapa, kulingana na idadi ya chakula ambacho unachanganya. So ukishachukua chakula chako unachanganya vizuri na hii premix, unaweka kwenye chakula chao. Kuku wako wataanza kutaga tena, kama waliacha kutaga. Lakini pia kuku wako kama walikuwa wanaumwa umwa, hilo pia ni tatizo. Kuku anaweza asitage vizuri kabisa, kwa hiyo hakikisha kuku wako ni wazima wana afya njema, unawapa chakula bora. Chakula bora ninachomaanisha sio kwamba uwape nyama na mayai, wape chakula kile ambacho kina makundi matano ya chakula, yaani protini, wanga, vitamini, uh, madini na na nini tena nimesahau, na DCP mad yani madini ya calcium. Ni viko vitano nafikiri, na mafuta ambayo yanapatikana kwenye mashudu, lakini yanapatikana kwenye pumba ya mahindi. So ukiwachanganyia mchanganyiko wako ule vizuri kwa ratio nzuri, kuku wako watakutagia vizuri sana. Hakikisha kuku wako hashambuliwi na magonjwa ovyoovyo, ili kwamba aweze kukutagia vizuri. Hakikisha kuku wako ashambuliwi na magonjwa ovyoovyo. Ukiipata hii supa kuku itakusaidia sana. Mara nyingi huwa anasema, ukiona kitu nimekileta hapa, nimekifanyia kazi, nimekifanyia research, nimekitumia, nimeona outcomes yake, ndio maana nimekuletea hapa. So hii kwangu mimi ni the best kuliko premix nyingine ambazo watu mnaziona na mnazitumia kutoka madukani. So kama hamna agiza kutoka Dar es Salaam, mimi ndo nimefuata Dar es Salaam, lakini pia naamini hata mkoa wangu pia zipo kwa sababu sijapata nafasi ya kwenda kwenye mji wetu, ndio maana nimekuja kuchukua kabisa huko. Uh, advantage nyingine dawa hizi nyingine. Amprolium kutoka Holland ni hapa. Amprolium kutoka Holland hapa kwetu huko haipo kabisa. Imeandikwa hapa Amprolium meiona, eh? ni dawa nzuri sana 250 uh, ni nzuri sana kwa ajili ya magonjwa ya coccidiosis na nyingine hii hapa ni moja hizo zote hizi ni za Holland na zote ni Amprolium mimi imeandikwa Amprolin 300 hii hapa Amprolium 250 zote hizi ni dawa moja na zinatoka Holland. Zinafanya kazi vizuri sana sana sana na mimi nilipotoka kwangu niliwaonyesha ni, ni, ni kabisa kinyesi cha kuku wangu lakini namshukuru Mungu mpaka leo hakuna kifo hata kimoja, na nitafika pale wako salama na nitaanza kuwatibu kwa hizi dawa. So niliona nije huku nifanye nini, nije, nije nifanye shopping pia ya dawa dawa hizi. Kule kwetu kama hii hapa, kule kwetu ni shilingi elfu kumi na sita Ii ya Amprolium hii ni shilingi elfu kumi na tisa kumi na sita mpaka kumi na nane, lakini hapa Dar es Salaam ni shilingi elfu tisa kwa unaweza kukuta nimeokoa kitu kama shilingi elfu sita elfu saba hivi. Ni pesa nyingi ambayo nimeiokoa hapo, so na we ukiweza fanya hivyo. Haya, ami amintoto hii pia ami ntoto hii pia kule kwetu ni shilingi elfu kumi na tano lakini hapa bei yake iko pungufu. Siwezi kutajia bei zote, wewe fanya mchakato, funga safari au agiza mzigo wako mpaka hapo ulipo. Sawa. Sasa nakuja kunishukuru na, na so much hapa. Nina dawa nyingi, na hizi hapa nimezichukua hizi kwa sababu tu ya akiba yangu kwa sababu ya gharama, bei zake ukilinganisha na huko kwetu bush tunakotoka. Nyingi kwa hiyo nimeamua tu nichukue hizi dawa nyingi nyingi hizi kwa ajili ya matumizi yangu. Nimeangalia pia expiry date. Unapoenda dukani kununua dawa, angalia expiry date kabla hujafungasha dawa zako. Usije ukapewa dawa ambazo zimesha expire, afu unaenda kuapa, unakuja sasa Madam Rose, ulisema dawa zinafanya kazi, dawa zenyewe nimetumia mara mbili mara tatu hazifanyi kazi, kumbe umechukua dawa ambazo ziko overdue. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe uchunguze, soma karatasi hiyo, soma hapo nje. Tuache uvivu wa kusoma soma. Soma hapa nje uelewe hii dawa ina expire lini ili kwamba uweze kupata kitu ambacho ni bora. Kama imeexpire, unamwambia muuzaji, hii dawa imeexpire, nataka dawa ambayo iko update, atakupatia dawa ambayo inakufaa. Sawa, my dear. So niko hapa nimepumzika tu home nasubiri wakati ufike, alafu nianze safari ya kwenda kwetu. Karibuni sana. Tuendelee kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Sawa. Love you so much.